Mzee mmoja ambaye ni mtaalamu wa kuruka na parachuti angani anayejulikana kwa jina la Peng Yujiang, mwenye umri wa miaka 55, raia wa China, amenusurika kufa mara baada ya miamvuli ya parachuti kupaa na kurusha kimakosa umbali wa mita 8,500, futi 27,800, angani kaskazini magharibi mwa China. Yujiang alikuwa akifanya majaribio ya vifaa vipya akiwa juu ya milima ya Qilian umbali wa mita elfu tatu usawa bahari, pale alipojikuta miamvuli hiyo inavutwa mita nyingine elfu tano kwenda juu hadi kwenye mawingu. Tukio hilo la Jumamosi lilirekodiwa kwenye kamera ambayo iliwekwa kwenye parachuti la Peng na video hiyo imesambaa sana mara baada ya kuchapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Douyin toleo la China la TikTok. Video hiyo inamwonyesha Peng akiwa na kamba za mwamvuli huku uso wake na sehemu kubwa ya mwili wake vikiwa vimefunikwa na barafu kubwa. <todicum> Pengine alinusurika kifo, kwani kuna uhaba wa oksijeni kwenye umbali huo unaokaribia kilele cha Mlima Everest ambacho kipo ni mita 8849. Nyuzi joto hushuka hadi sentigredi hasi 40. Peng, ambaye amekuwa akisafiri kwa parachuti kwa muda wa miaka minne na nusu, sasa amesema huenda alipoteza fahamu wakati wa kushuka kwake na kuongeza kuwa wakati wa kutisha zaidi ni pale alipojaribu kurejesha udhibiti wa parachuti lilipokuwa likizunguka angani. Serikali ya China inachunguza tukio hilo la Peng, lakini pia Peng amesimamishwa kupaa kwa muda wa miezi sita kwa sababu safari hiyo ambayo imemsababishia kutaka kufariki haikuwa imeidhinishwa, shirika la serikali la Global Times liliandika. Lakini pia Peng hakuwa na nia ya kuruka siku hiyo na alikuwa akifanya tu majaribio ya parachuti yake ardhini, ambapo Global Times la China imesema upepo mkali ulimwinua kutoka ardhini na ukamvuta kwa nguvu, hadi akajikuta yuko mawinguni. Hii ni Jambo TV.